Leo, ndugu mtazamaji, karibu VES Farm Channel. Napenda kushukuru sana ambao unaangalia video hii na kupongeza sana kwa sababu unaendelea kunipa ushirikiano. Nitaendelea kutoa video zangu ili kuwasaidia watu ambao hawajapata uh, ujuzi kuhusu masuala ya ufugaji wa nguruwe. Kwa jina naitwa Yumbu Kija, napenda sana ufugaji wa nguruwe. Leo nitaenda kushare na wewe kitu kimoja tu ambao ndo mada kuu yangu ya leo ambayo inahusu ni namna ya upandishaji wa nguruwe, na nguruwe utampandisha akiwa na umri wa wa miezi mingapi, pamoja na dalili gani ambazo utaziona ili nguruwe wako upate kumpandisha. Twende moja kwa moja basi. Katika upandishaji wa nguruwe, wanatakiwa uchukue tahadhari ambazo zinatakiwa ili kuhakikisha uzao wa nguruwe wako unakuwa wa uhakika na ambao hauna madhara au hauna vifo ambavyo vinatokea kwa wafugaji kama wengine. Basi kwa nguruwe wako ambao unataka kumpandisha, ambaye amezaliwa amefikisha miezi sita, unatakiwa uchukue tahadhari zifuatazo. Kwanza kabisa, anapofikisha nguruwe wako miezi sita, ndio mwezi wa kwanza ambao anaanza kuingia kwenye joto au estrus cycle tunasema au heat kwa kawaida. Basi hapo mwezi wa kwanza, unatakiwa nguruwe wako umuache kwanza, ili viungo vikomae viweze kuhimili mimba ambayo atakayoibeba. kingine anapofikisha miezi sita hakikisha nguruwe wako haumpandishi mpaka pale anapofikisha miezi minane au saba angalau. Kwa hiyo ile hiti ya kwanza we, kama mfugaji wa nguruwe unatakiwa uiache kwanza ili kuhakikisha viungo vinakomaa. Kingine anapofikisha sasa miezi minane au saba, uko tayari sasa nguruwe wako kumpandisha, ili kuweza kupata matokeo positive na yanayokuletea mafanikio katika ufugaji wako wa nguruwe. Ni dalili gani ambazo utaziona ili uweze kumpandisha nguruwe wako? Dalili ya kwanza, nguruwe wako atakuwa anapunguza ile hamu ya kula au tunasema appetite ya chakula. Kwa kama nguruwe wengine utapatia chakula, basi yeye ambaye ana joto hatakuwa na hamu ya kula. Dalili nyingine ambayo utaiona kwa nguruwe wako ambayo hii dalili ni possible na inaonekana kwa sana, nguruwe wako katika sehemu ya siri tunasema au sehemu ya kuzalia pale kwenye vulva, anakuwa amevimba pamoja na kutokwa na majimaji membamba meupe au tunasema e, e, uteute utakuwa unatoka kwenye sehemu yake ya kuzalia pamoja na ile vulva itakuwa imebadilika size, maana yake itakuwa kubwa kidogo, itakuwa kama imevimba. Hapo utajua kabisa nguruwe huyu yuko joto na uko tayari kwa kumpandisha. Dalili nyingine ambayo inaweza ikatokea, nguruwe wako atakuwa anapandia nguruwe wengine kama kwenye banda lako kunakuwa na nguruwe wa e, moja, kama ni majike yote, basi nguruwe wako atakuwa anakuwa na uwezo wa kuwapanda wale wengine, inaonekana kwamba ana, ana, ku, kuwapanda, si ndio? Kwa hiyo kama mfugaji unapoona hizo dalili, jua kabisa kwamba nguruwe huyo yuko tayari kwa ajili ya kumpandisha. Kingine, kwa nguruwe baadhi, ukimshika mgongoni anakuwa amesimama, yani ana stand reflex ambapo anakuwa tayari kwa kumpokea dume kama ata, itatokea utamuweka kwenye dume hata sumbua. Kwa hiyo nguruwe wako atakuwa tayari kwa kumpokea dume ili kufanya mating na kupata e, uja mimba ingine. Kwa dalili nyingine ambao we kama mfugaji unatakiwa uiangalie kwenye nguruwe wako utaona kwa nguruwe wengine wanakuwa na eh, tabia ambayo inabadilikia Wengine nguruwe wanakuwa anatulia sana, wengine anakuwa na makeke, yani muda mwingine anakuwa anatoka hadi kwenye banda. Kama banda lako linakuwa miundombinu haitoshelezi, anaweza nguruwe wako akaruka na kutoka nje kwa ajili ya kutafuta eh, madume. Kwa hiyo kama mfugaji unapoona hizo dalili eh, ambapo dalili kuu ni pale nguruwe wako anatokwa na majimaji au tuseme eh, ute kwenye sehemu ya kuzalia, basi huyo nguruwe utakuwa uko tayari kwa ajili ya kumpandisha. Tahadhari, wewe kama mfugaji wa nguruwe, hakikisha nguruwe wako anapofikisha umri wa miezi minane au saba, kuanzia miezi saba isizidi isizidi miezi e, saba nane hivi, iye miezi miwili saba mwezi wa saba wa nane, nguruwe wako mpandisha. Usipompandisha madhara yake ambayo yatatokea, utashangaa ile uzao au lita tunasema uzao wa nguruwe utakuwa unapungua. Kama alitakiwa azee watoto kumi kwenye uzao mmoja, utashangaa kadi ya siku zinavyoenda anazaa watoto wanane saba. Kwao hakikisha umri unapofikia mpandishe nguruwe wako ili kupata matokeo e, yanayotakiwa kwenye ufugaji wako. Kingine, tahadhari nyingine, hakikisha nguruwe wako unampandishi unampan, uh, kabla ya umri mwezi wa sita, uache upite. Mwezi wa saba na kuendelea, unaweza ukampandisha. Jambo jingine la kuchukua tazari, nguruwe anakaa kwenye estrus cycle, tunasema kwenye kipindi cha joto, wakati wa, eh, wa siku kuanzia mbili au tatu. Hapa nguruwe wako mpandishe ukiona, eh, joto. Ukimpandisha kwa mfano, umempandisha saa mbili asubuhi, basi kesho tena asubuhi unatakiwa umpandishe, kwa sababu kikawaida nguruwe anatakiwa umpandishe mara mbili, sio mara moja ipandishe asubuhi, kesho tena asubuhi nitakiwa umpandishe inapotokea hiyo ostra cycle. Baada ya hiyo zinapita tena siku ishirini na moja ambapo nguruwe tena anaweza kurudia tena kwenye eh, joto ya nyingine. Kwaho, kaa na tahadhari hizo we kama mfugaji wa nguruwe. Napenda kutoa shukurani za zangu za zati za, za za ambao unaangalia video kingine. Naweza kama una mawazo, unaweza tukashare kwenye comment pale una ufugaji wa nguruwe, tuweze kushare na kufundishana zaidi kuhusu masuala ya ufugaji wengine na ushauri kuhusu mifugo yote. Shukrani sana, tukutane katika video nyingine.